Wajumbe wa bodi ya ushauri ya Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa wameutaka uongozi unaoendesha mradi wa mabasi endayo haraka jijini Dar es Salaam kuhakikisha wanakamilisha ujenzi wa vyoo kwenye maeneo ya vituo vya abiria sambamba na kujenga fensi ili kuzuia watu wanaokatisha ovyo kwenye miundombinu ya mradi huo. David Ramadhani anaarifu zaidi. Pia wajumbe hao wameagiza uongozi huo kuhakikisha anasimamia kikamilifu ratiba za mabasi hayo mia moja arobaini yanayotoa huduma kwenye mradi huo sambamba na kuwataka kuweka vibao ndani ya vituo vya mabasi hayo vyenye kuonyesha wapi abiria anatakiwa kusimama kusubiria gari la eneo analotaka kwenda. Maagizo hayo yametolewa leo jijini Dar es Salaam wakati walipotembelea mradi kujionea utendaji kazi wa mradi wa mabasi hayo yaendayo haraka. Kama mlivyosikia tutaongea nao. E, kuna vitu vidogo vya kumalizia kama kuweka fensi kwenye terminal hizi. um, kuna um, ma, masuala ya, ya kufuata ratiba sasa. e, ratiba iwe inafuatwa kama ilivyopangwa. e, kuna masuala ya vyoo kukamilisha. e, kuna masuala ya, ya mabasi yaendayo haraka kupewa kipaumbele kwenye taa. e, na mengine mengine tutaangalia huko mbele tunapokwenda. Kwa upande wake, waendeshaji wa mradi huo wameelezea kuwa kwa sasa wanashindwa kwenda na ratiba na wakati mwingine mabasi kuingia kwa wakati mmoja vituoni kutokana na baadhi ya maeneo ambayo yamekuwa yakiongozwa na askari wa usalama barabarani kujikuta wakitumia muda mrefu kuvuta upande mmoja na kusababisha magari hayo kukaa kwenye foleni kwa zaidi ya muda uliokadiriwa. Kwa tunashirikiana vizuri na polisi, traffic polisi, na wao polisi wanatakiwa kutoa kipaumbele kwa mabasi ya DART yanapofika pale kwenye mataa. Hilo tumeshaongea nao na tunaendelea nao vizuri, lakini tunaona kuna mapungufu ya hapa na pale, lakini yanarekebishika. Katika hatua nyingine, matumizi ya kadi maalum kwa wasafiri wanaotumia mradi wa safiri, mabasi ya endayo ya haraka inatarajiwa kuanza kutumika mwezi huu, ambapo taratibu huo unaelezewa utasaidia kupunguza foleni kwa kiwango kikubwa kwa abiria kusubiria kukata tiketi. David Ramadhani